Tutarejea sote kama alivyoondoka huyu, basi na sisi ni wenye kufuatia huo. Unatakikana urejeshe kila kinachotokea kwa Allahu subhanahu wa taala. Pia vile vile, warizqu na jambo la kuruzuku, Allahu jalla waala ana ruzuku, subhanahu wa taala, yeye ndiye anayetoa riziki Akitaka upate riziki nyingi ni yeye Allahu jalla waala, akitaka upate kidogo ni yeye Allahu jalla waala. Hakuna ambaye anamfanya huyo apate kingi na yule apate kidogo isipokuwa ni Allahu jalla waala. Ya Allah subhanahu wa taala ni yule ambaye anamruzuku yule ambaye asiyekuwa na kazi akatoka asubuhi na akarudi jioni, hali ya kuwa ameshiba na familia yake ni yenye kushiba, kama vile ndege. Ni nani anafahamu kazi ya ndege? Kuna mtu anafahamu kwamba ndege anafanya kazi fulani na analipwa mshahara fulani? Ni nani yule ambaye anamruzuku yeye hali ya kuwa hana kazi, anatoka makazi yake hayeleweki na anarudi hali ya kuwa ni mwenye kushiba? Ni nani anamruzuku ndege? Ni Allahu jala waala. Kwa hiyo, wewe unatakikana kile unachokipata ujue kwamba ni Allah. Hata katika kutafuta kwako hakuna kuweka itikadi, wakati fulani ndio wa biashara, wakati hu siwa biashara. Ni nani amekupatia maneno hayo kwamba huu wakati wa asubuhi ndio wa biashara, wakati hu siwa biashara? Kwa hiyo mtu anaweza akaacha ibada zake kwa sababu ati wakati huu kaona yeye kwamba huu ndio wakati wa biashara na ule wakati si wa biashara. Ni nani anayeruzuku waja? Wewe unatakikana uweke moyoni mwako kwamba Allahu jalla wa ala yeye ndiye mwenye kutoa riziki. Alichoniandikia leo alichoniandikia leo Allahu jalla wa ala, hata apite nani, hakuna ambaye atakayeweza kuzuia ama kushika kile ambacho alichokiandika Allahu jalla wa ala kwangu, hakuna hili ulielewe. Na hapa ndio tupate kuona kwamba tuondoshe hofu ya maisha au kuweka itikadi ya kwamba hakuna kupata riski mpaka usome sekula. Si sawa, hatuseme maneno haya watu wasisome. Wasome kwa sababu ni katika ilmu ya faradhi, wasome lakini sikuitakidi kwamba asiyesoma sekula hana maisha. Ni nani anayeruzuku yule ambaye hana sekula, hajui soma wala kuandika na ana mruzuku Allahu jalla wa ala. Tena weza muona kwamba yeye ana pesa zaidi kuliko wewe mwenye sekula. Kwani wangapi tunakuta kwenye makampuni, wapo hajui kusoma wala kuandika, anakuajiri wewe ambaye una degree yako. Yani yeye eh, hajui kusoma wala kuandika, anakuajiri wewe una degree una master na PhD na una muheshimu, ya kumwambia bosi, hebu soma hapa. Ah, mimi hata sijui, wewe soma tu, hajui

Nimeona hayo baadhi ya vijijini huko, ikifika kipindi cha kilimo, halafu wanajua huu ni wakati wa mvua, mvua isinyeshe, wanamtafuta ni nani hapa mtaani kwetu mchawi. Wanamkamata yule bwana mchawi, wanamrandisha, wanampiga, kwa sababu wakiamini kwa hii ndiye ambaye amezuia mvua. Hii ni itikadi batili, itikadi hii ya shirki, unaamini ya kwamba anayeleta mvua na kuzuia mvua ni kiumbe

Allah ndiye muumbaji wa kila kitu, maanake hii ni dalili yenye kuonyesha juu ya tauhidu ar-rububiyyah, tauhidi ya malezi.